Kwanza kabisa, nikitambulishe majina yangu, mimi ni injinia Ramadhani Hamza Singano, ndiyo mbunge wa jimbo la Bumbuli. Kwa hiyo halmashauri ya Bumbuli lazima tuwe na mwenyekiti wa halmashauri, mwenyekiti ambaye ni kiongozi wa madiwani wote wanaoingia kwenye baraza la madiwani, ambalo ndio baraza lenye matumaini ya kwenda kupanga mipango ya kata zote 18 za jimbo la Bumbuli, na pia tumechagua na makamu wake. Kwa hiyo mwenyekiti kwa kupitia chama tumempata ndugu Christian Kika. Ni mimi nafurahi kwa sababu kwanza ni mtu mzoefu, amekaa kwenye baraza hilo kwa mara kadhaa, kwa hiyo ni mzoefu, na tukielekea huko sasa ina maana sio mtu wa kupeleka semina labda semina tu kwa ajili ya kumkumbusha kumbusha, lakini majukumu yake anayatambua. Kwa hiyo sisi baada ya kumpata mtu kama huyu tunafurahi sana, lakini pia hata msaidizi wake bado sio mgeni, naye ni katika madiwani ambao wamerudi mara zingine kwa kutetea viti vyao. Kwa hiyo naamini katika halmashauri ya Bumbuli tumepata watu wote ni wazoefu ambao wanaweza wakatuongoza vizuri. Sasa ushauri mkubwa ni kwamba yeye anachotakiwa ni kuhakikisha kwamba madiwani wote anawabeba pamoja, anawafanya ni wamoja, ili baraza letu liwe imara, tusiwe na makundi. Kwa hiyo yeye anachotakiwa, kama sehemu ya ushauri, ni kuhakikisha kwamba madiwani anakuwa nao wote, hata wale aliyobombea nao, hata wale ambao hawajampa kura. Lakini kingine ambacho ninamshauri lazima pia ajitahidi kuwa karibu na watumishi wa halmashauri ambao ndio wataalamu na ndio tunawategemea sana katika kuitekeleza ilani, sisi tukiwa tunaisimamia ilani, wale ndio watendaji wakuu. Kama inajengwa shule, injinia ana kitengo chake pale ana idara yake, ndio anatakiwa akasimamie. Kama inajengwa barabara, injinia ndio anatakiwa akasimamie. Kama kuna masuala ya kiafya maana yake daktari wa wilaya na timu zake pale ndio anatakiwa akasimamie. Kwa hiyo hawa watu lazima tukae nao vizuri kwa ushirikiano, ili waweze kutushauri kama wataalamu, lakini na sisi tuweze kuridhia na kupitisha. Na cha mwisho ambacho naweza nikashauri, japo sio kwa umuhimu, ni kuhakikisha kwamba baraza letu sio baraza la kukwamisha vitu linatakiwa baraza la madiwani kwa halmashauri ya Bumbuli liwe ni baraza la kuhakikisha kwamba mambo yanatoka yanaenda kutekelezwa, na ikionekana kuna kitu hakijaeleweka basi kitanyofolewa kiweke pembeni kifafanuliwe, lakini mengine yakatekelezwa, kwa sababu baraza letu tunataka baraza ambalo tunaenda kwa spidi spidi, ambayo mpaka 20 30 tunaona matumaini makubwa kwa Wanabumbuli, lakini na tabasamu tukipita katika kila kata. Mheshimiwa, tunajua kwamba kuna changamoto nyingi. Sasa wewe kama mheshimiwa mbunge na mshapata mwenyekiti kiti, labda ni vipaumbele gani ambavyo mtaanza navyo katika jimbo la Bumbuli? Sisi vipaumbele katika jimbo la Bumbuli kwanza ni kufikika. Kufikika kwa Bumbuli, kuna maeneo mengi hayafikiki vizuri, kuna barabara nyingi ni za mpaka barabara kuu ambayo inaingia kwa hiyo kipaumbele kikubwa Bumbuli ifikike, kwa sababu baadaye tutakapokuwa tunazungumzia swala la utalii, maana yake pawe panafikika. Lakini swala la pili ambalo ni katika kipaumbele kwa Bumbuli, sisi ni wakulima asilimia tisini na zaidi. Kwa hiyo kipaumbele cha pili ni kuhakikisha kwamba mambo ya kilimo yanahamasishwa vizuri, kwa sababu ndio tegemeo letu kubwa. Lakini kitu cha tatu ni swala suala la huduma za maji. Kuna maendeleo mengi katika jimbo la Bumbuli, yana changamoto lakini changamoto zenyewe ni miundo mbinu tu ya maji, ila vyanzo vipo. Kwa hiyo hiki ni kipaumbele kingine. Kuna wakati unatamani utekeleze kwa vipaumbele, lakini kuna wakati, kuna wakati fedha haziingii kwa vipaumbele. Kwa hiyo fedha itakayoingia tutaitekeleza kulingana na maelekezo yake, lakini ikija kwa kuelekea kwa kuendana na vile vipaumbele vyetu, basi tutahakikisha kile kipaumbele cha mwanzo tutakitekeleza. Haya mengine, kuna changamoto za kiafya kidogo za kuboresha na nini, lakini zaidi ni maboresho, kwa sababu kazi iliyofanyika katika maeneo ya afya, katika maeneo ya kitaaluma na maeneo mengine ni, ni, ni utekelezaji mzuri. Lakini hayo maeneo ndio yana changamoto kubwa namna gani Bumbuli inafikika kuanzia barabara kuu na barabara zingine za kuunganisha kata na kata, kijiji na kijiji, kitongoji na kitongoji, na saa zingine hata jimbo na jimbo. Mfano, upande wa pili kule, Bumbuli inapakana na jimbo la Korogwe Vijijini, lakini kuna maeneo kidogo Korogwe, a, Bumbuli inapakana na jimbo la Mkinga na upande mwingine Bumbuli inapakana na jimbo la Lushoto Mjini. Kwa hiyo sasa, kuna wakati kuna maeneo mengine ukitaka utoke kwenye jimbo hili kuingia jimbo lingine, kuna njia ya karibu, lakini unaikwepa kwa sababu haifikiki. Kwa hiyo yote haya ni mambo tunaenda kuhakikisha kwamba tunayafanya no kwa Wanabumbuli, sasa. Wanabumbuli sasa baada ya kuwa tumepata mwenyekiti wa halmashauri mwenyekiti ambaye ni tegemezi kubwa, ni mzoefu na hata msaidizi wake ni mzoefu. Wategemee sasa kwamba mambo yataanza kuonekana. Kwa nini? Kwa sababu tayari mihimili yangu mimi kama mheshimiwa mbunge naona sasa imetimia, bado tu hatua ya kuwapa kwa madiwani wao, na wakishapa, maana yake sisi tunaanza kazi mara moja. Zipo kazi ambazo hatuhitaji kusubiri fedha zake kwa sababu ziko katika uwezo wetu, hizi tunazitekeleza kwa sababu kuna kazi zingine zinaendelea maana yake ni kuongeza msisitizo na kusimamia vizuri, na ziko zingine bado, hizo tutasubiria. Kwa hiyo sisi, wakishaapishwa madiwani wakapata mamlaka, maana yake sisi mara moja tunaanza kazi, na kazi yetu itakuwa ya kasi ya matumaini na yenye kuleta tabasamu kwa wananchi.